Na kwa inchi yoyote ambayo hauwezi kukomoana. Ukimkomoa huyu dada hapa, huyu ana ndugu zake mm. eh? umepigwa na nani? Ah, nimepigwa na mtu mmoja kule anatoka sijui kule, kule kule Shinyanga kule bwana amenipiga kweli kweli, ndio maana uh, utaona kukomoana huko kunatoka ofisi kuna hamia kule, huyu kule huyu, mpaka huyu, huyu, huyu. sasa imefika level ya rais na levo ya rahisi, unaona mabarabara, unaona hivi kila mahali, hakuna eh, kitu ameagize, hawafanyi e, kwa sababu tu wameamua kumkomba kumba, zile hela lete tule. Hii dhambi ni mbaya sana, na wale ambao mnasikia wa Tanzania, tunaweza kulileta taifa vizuri tukawa na taifa la maana kama tukijua